Pitia hii shuhuda hapa, utajisikiaje hata wewe? Kuna siku ambayo ulikuwa kweli hauna furaha, hauna amani, lakini umetumia gharama nyingi sana, umehangaika muda mrefu bila kubeba ujauzito, ila siku tu ukakutana na mtu ambaye aliongelea kuhusiana na changamoto ambazo ulikuwa unazipitia kwa muda mrefu, lakini haujapata, haujapata suluhisho na haujafanikiwa kubeba ujauzito, ila ukasema tu, hebu ngoja tu nijaribu kumwamini na nimsikilize atakavyoniambia kuhusiana na changamoto yangu, na ukaamini na ukaanza matibabu mara moja pale alipokuambia tu namna atakavyoenda kukusaidia na ukaamua, basi basi, ngoja nifuate utaratibu anaonipa ukaufuata, ila mara ghafla ukajaribu kutafuta ujauzito na kweli, baada ya matibabu ukafanikiwa na ukarudisha ile furaha yako na ndoa yako ikaenda kufurahia. Ni kama nilivyokutana na huyo hapa ambaye aliamua kwanza matibabu yangu na akaamua kuwa chini ya usimamizi wangu utakapoamua kutafuta mategu sahihi, lakini pale pale mtakapoamua kuweza kusimamiwa na kufanikiwa moja kwa moja kuitwa mama. Lakini kumbuka kwamba nipo na wewe katika safari ya kuitwa mama.